ya chuo, endeleeni kuimarisha mikakati ya kwa kuhakikisha kwamba wahitimu wetu wanajengwa kwa misingi ya maadili mema, uadilifu na uzalendo. Na kwa kuwa umeeleza tunao waliomaliza chuo na wamekuwa mfano bora kwenye jamii, tunataka tuzalishe wengi zaidi, waende kwa jamii wawe mfano bora. Lakini mbili, taasisi za elimu, kwa Wizara ya Elimu na taasisi zao Wekeni kipaumbele kwenye tafiti mbalimbali ambazo zinajibu changamoto za jamii, na tafiti hizi zikishapata ufunguzi utatuzi uh, wake, tunataka tuone zikitumika na jamii kwenye maeneo yetu, na hasa na hata kama tafiti hizo zinafanywa na vyuo vikuu vyetu kupitia vitengo vyake. Vile vile tafiti hizo zikusanywe pamoja, zipelekwe mahali sahihi kwenu wizara na muone kila tafiti inafanyiwa kazi, halafu mpeleke mrejesho kwa waliofanya utafiti ili kuatia ari na shime kufanya tafiti zaidi. Hili ni jukumu lenu wizara, taasisi za elimu. Tena ibarisheni mahusiano na vyuo vyote nchini ambavyo vinafundisha vijana wetu wa Tanzania. Vinatoa maarifa, vinafundisha, lakini vinazalisha pia wakufunzi. Ni kwa sehemu ya mtandao wa utoaji maarifa na taaluma hapa nchini tunataka vyuo sasa viimarishe katika eneo hilo. Nne. Tunahimiza sana ubunifu na teknolojia kwa maendeleo ya endelevu, na kwa hiyo vyuo, hakikisheni kwamba maendeleo ya kidijitali nayo yanazingatiwa, la na tuweze kuhimiza ubunifu miongoni mwa wanafunzi wetu na waadhiri wetu na wafanyakazi wa kawaida, na tujikite zaidi kwenye mabadiliko haya ya teknolojia, hiyo ni kama ndio suluhisho la matatizo tulionayo. Tano, tunapotekeleza mitaala iliyoboreshwa ni muhimu tukazingatia mitaala, ili tuanze kubadilika pia na mifumo ya ufundishaji na ufundishwaji, matumizi ya zana za kufundishia na kujifunzia, lakini tuimarisha teknolojia kama ambavyo tumeweza kuitoa kuieleza. Na sita, tunaendelea kusimamia ubora wa elimu, wewe wizara na mamlaka zote Wizara ya Elimu pamoja na Tamisemi, endeleeni kusimamia na kudhibiti ubora wa elimu inayotolewa kuanzia elimu ya msingi mpaka elimu ya juu, ili tuweze kukidhi viwango vya kitaifa, kikanda na kimataifa. Hii itawafanya pia wasomi wa ndani ya nchi waweze kuingia kwenye masoko ya ajira huko, kwa kupata elimu ya ndani ya nchi, ili tusaidie zaidi saba nimetoa maelekezo hapa kwa maafisa mikopo walioko vioni waendelee kuwasaidia wanavyuo kujua ni aina gani ya mikopo inapatikana, ujazaji form na, lakini pia kuwasaidia kama wao wana sifa ya kuingia kwenye mikopo ya aina hiyo hivu, na, dane, mbino, ilimu, zikatiye, kwa kufanya hivyo itawapunguzia tatizo. Na nane ujenzi wa miundombinu ya taasisi za elimu zingatie kuweka mazingira pia ya kujifunzia kwa ajili ya ndugu zetu wenye mahitaji maalum kama wakina chekena sana. Kwa hiyo kila chuo tunapojenga sasa tuzingatie hiyo namna ya kuingia, lakini huduma nyingine vyo na vitu vingine hivyo, na kama mabenga, majengo marefu zaidi lazima tuweke lift ya kuwapeleka m tunaposherekea miaka ishirini chuo kimeshatoa zaidi ya wahitimu kumi na tano elfu ni dhahiri kuwa haya ni mafanikio makubwa yanayostahili kupongezwa. Chuo cha tota Kiislamu Morogoro kimeweka mipango kabambe inayozingatia dira ya maendeleo ya taifa ya 2050 na mwelekeo mpya wa elimu nchini Tanzania unaolenga kutoa elimu ujuzi, stadi na maarifa kwa ajili ya kuwajengea wahitimu uwezo na sifa za kujiajiri, kuajirika katika soko shindani la ajira duniani. Moja ya kazi kubwa iliyofanywa na serikali ni kuongeza kwa kiasi kikubwa e, kiasi cha fedha za mikopo kwa ajili ya wanafunzi wanaosoma elimu ya juu. Mathalan, mwaka 2021 2022 tengeo la fedha za mikopo ya elimu ya juu lilikuwa takriban bilioni 464, ambapo kwa mwaka wa 2024 2025 Kiasi cha bilioni 787.4 kimetengwa. Kwa hiyo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, unaweza ukaona tofauti baina ya bilioni 464.2 2021/2022 na bilioni 787 2024/2025. Aidha, serikali imeendelea kutoa Samia scholarship na kue, na, na kuwekeza zaidi katika ukarabati na ujenzi wa miundombinu manunuzi ya vifaa vya kujifunzia na ku, na kufundishia ikiwa ni, ni pamoja na kuongeza kasi ya matumizi ya TEHAMA kama nyenzo ya kufundishia na kujifunzia pamoja na kuleta ufanisi katika maswala ya kimanajementi. Mweshimua waziri mkuu, ulipotajwa kwamba wanafunzi wa MUM ni wanafunzi elfu tano, ni wanafunzi walioko Morogoro. Kwa hiyo kwa utaratibu huu mweshimua waziri mkuu, sisi wana Morogoro au sisi watu hapa morogoro tuna jumla ya wanafunzi wa chuo kikuu wasiopungua elfu arobaini na tano katika mkoa huu wa Morogoro. Hiyo inatufanya kwa namna yoyote sisi kuwa ni mkoa wa elimu, ni mkoa wa elimu ya juu, ni mkoa wa vyuo vikuu, na nimeomba kulikumbushia hilo kwa serikali kwa sababu ya haya ambayo yameombwa na wenzetu wa Muslim University of Morogoro. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Chuo kikuu hiki kina mchango mkubwa sana kwa mkoa wa Morogoro, na kama nilivyosema, naomba nitumie nafasi hii kuwashukuru sana sana sana kwa mafanikio yenu makubwa ambayo yana manufaa ya moja kwa moja kwa mkoa wa Morogoro.